Kenya nzima ilimsubiri rais Barack Obama. Wenyeji kule Nyeri walitoka majumbani kwao na kufika katika maeneo mbalimbali, vilabu, maeneo ya burudani, kuhakikisha kwamba hawapitwi na uhondo wa kuwasili kwa Obama. Tazama taarifa yake Carol Nderi. Ujio wa rais Barack Obama umechangia kuleta wiano na wingu la uzalendo miongoni mwa Wakenya wote Sio tu Siaya au Nairobi ambapo kuna pilikapilika za aina yake. Jana jioni, kabla ya kutua kwa ndege iliyombeba kiongozi maarufu zaidi duniani, msongamano wa magari ulianza kushuhudiwa katika mji wa Nyeri. Wenyeji walifululiza hadi maeneo ya burudani, wasije wakapitwa na shamra shamra zilizowasisimua wa Kenya katika pembe zote. We'll, we'll look at him and all the prophet he made under the sky to be the prophet of the Kenyans Mtoto wako ni mtoto wako, hatuwezi lala mpaka tuone ameingia na kutane na Uhuru Kenyatta, wakionana tuone na sisi tumempata, kama gia kwa, kwa nchi yetu na tumemkaribisha. Kila mmoja katika vilabu vya Nyeri wakajionea kutua kwa ndege rasmi ya rais Obama, Air Force One, na matukio yote yaliyofuatia baada ya kuwasili kwake nchini, sehemu zao zikigusia ya manufaa yanayotarajiwa katika ziara ya rais Barack Obama. Look at This is a person who can think diversity and and and when you you look at the the the the the the the the proximo distal thinking of of of his brain that that that is is is is what the world is embracing today In any case, the riches of any case riches country is only four item one the quantity of the soil the population the health and the education watu wa samani kama marehemu Tom Mboya ambaye alifanya bidii wale vijana babake ambao waliwapeleka huko kwao ili waende wakasome. Kilele cha mapokezi ya Obama katika mji wa Nyeri kitaashiriwa leo usiku kupitia hafla iliyobuniwa mugithi wa potas katika hoteli ya white rhino. Watu watajumuika na kusherekea ujio wa Obama kwa nyimbo za mugithi zinazopendwa eneo hili la kati. This great sun and take every opportunity. Kwa wenyeji wa eneo hili la kati wanatarajia kupanuliwa kwa soko la kimataifa na pia kupatikana kwa soko jipya Marekani la kununua bidhaa kama vile kahawa na majani chai. Bidhaa hizi mbili ni mojawapo ya zile zinazoletea Kenya pesa za kigeni we in this country can offer besides the beaches and the maras. Na huku kongamano la GES likiendelezwa Nairobi, watu wa eneo hili wanatarajia kuwa uhusiano wa kibiashara kati ya Kenya na Marekani utaboreshwa zaidi, hasa ikizingatiwa kuwa wenyeji wa eneo hili wanajulikana zaidi kwa kupenda biashara. Carol Nderi, KTN News, Kaunti ya Nyeri.